Unaweza ukawa unapitia changamoto mbalimbali katika maisha yako, aidha ni changamoto ya kuweza kuacha dhambi fulani katika maisha yako. Sikiliza nikwambie, usikate tamaa, ng'ang'ana mpaka mwisho, ng'ang'ania baraka za Mungu kama Yakobo alivyong'ang'ana mpaka akabarikiwa. Sema Yesu usikuachii mpaka unishindii dhambi. Usichoke, pambana mpaka mwisho, na Mungu akusaidia. Hakuna ombi ambalo Mungu anajibu kwa haraka kama ombi la kuweza kuomba msaada wa kushinda dhambi au ombi la kuweza kuomba msamaha. Mungu anajibu haraka sana kuliko maombi mengine. Pambana, usimwache Mungu na Mungu atakusaidia.